Tabora, karibu Toronto. Hati safi, siyo lele mama. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kabisa ya kuwapongeza wanachama wajumbe wa, wa, wa, wa, wa, wa bodi kwa kuwaruhusu watendaji kwenda kusoma. Mmeweza kununua trekta. Tena hajanunua trekta tu, mmenunua trekta lenye tela lenye haro. Trekta hili liende likatumike vizuri. Nasisitiza, trekta hili liende likatumike vizuri, lisitumike kama mali ya mtu binafsi. Unapotengeneza faida, ndio unakuwa na nini, jamani, una mtaji. Kwa hiyo eneo hilo nalo mtaji uliongezeka kutoka milioni mia nne arobaini na moja laki moja ishirini na tisa mia tano sabini na saba mpaka milioni mia nne kumi na sita laki tisa kumi na sita mia tisa na sabini na sita katika kuboresha, kuinua na kuongeza uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara, chama cha msingi cha wakulima wa tumbaku Usindi kilichopo kata Ushokola, wilaya ya Kaliua, mkoani Tabora, kimenunua trekta jipya likiwa na jembe pamoja na tela lake, vyote vikiwa na thamani ya zaidi ya shilingi milioni 85.9. Kazi ya trekta hili ni kulima mbuga na matuta ubeba kuni na mabero pia uchukuzi wa mizigo mbalimbali. Chama chetu tunafanya haya ni katika kutekeleza msingi wa saba wa ushirika ambao unautaka ushirika kujali jamii, na sisi tumekuwa tukiyafanya haya kila mwaka, na msimu wa 24 25 tuliweka umeme madarasa mawili ya shule ya msingi Usindi yenye thamani ya shilingi milioni moja laki moja na tisini na nne elfu, na tarehe ishirini mwezi wa kumi na mbili mwaka huu tumegawa chakula, sabuni, soda na mbuzi na fedha taslimu kwenye kituo cha watoto yatima cha Isikama kilichopo Tabora, pia kituo cha kulelea wazee cha Masista wa Roman Catholic kilichopo Tabora. Baada ya uzinduzi wa trekta hili uliofanywa na katibu tawala wilaya Kaliua, Sostenesi Chakupayuka, kwa niaba ya mkuu wa wilaya hii Dr. Gerard Mongela, anatahadharisha matumizi binafsi ya trekta hili na kuhimiza utunzaji kwa manufaa ya wanachama wote hongereni sana kwa kupiga hatua mmeweza kununua trekta tena hamjanunua trekta kubwa mmenunua trekta lenye tela lenye haro trekta hili liende likatumike vizuri nasisitiza trekta hili liende likatumike vizuri lisitumike kama mali ya mtu binafsi liende likatumike tumeona vyama vingi vya ushirika wananunua vifaa baada ya mwaka mmoja miguu inakuwa gugu ameekeajagugu. Sasa hili mwende mkalitunze ili kusudi siku nikija hapa, au mkuu wa wilaya akija hapa, au mheshimiwa rais akipita hapa, anakuta mali zetu za ushirika zipo hai. Kwa mujibu wa taarifa ya Ruben Ongara kutoka ofisi ya ukaguzi wa hesabu za vyama vya ushirika KUWASCO mkoa wa Tabora inaonyesha kuwa tangu kuanzishwa kwake kwa zaidi ya miaka 35 sasa, mtaji wa ushirika huu umekuwa ukipanda mwaka hadi mwaka pamoja na kuwa na hati safi kwenye ukaguzi wa hesabu mbalimbali, kwamba mapato yalitoka milioni 164 ya laki nane arobaini na tatu mia tano ishirini na moja yakaongezeka hadi kufikia milioni mia mbili kumi na moja laki tisa sabini na nane mia tisa na tisini na tisa, ambapo ni sawa na asilimia ishirini na tisa matumizi. Ukilinganisha kwa mwaka au msimu wa ishirini na tatu ishirini na nne, matumizi ya chama yalikuwa ni milioni mia moja hamsini na nne laki tisa sabini na nane mia nne na sabini na tano, kwa maeneo niliyotaja: gharama za utumishi, utawala na biashara lakini kwa huu msimu wa 24 25 matumizi yalifika kiasi cha milioni 211 laki saba arobaini na tano mia tano na tisini na tisa. Kwa hiyo ukitoa au kwa kulinganisha matumizi ya chama yaliongezeka kwa asilimia 36, yaani yaliongezeka kwa milioni 56 laki saba sitini na saba mia moja ishirini na tano. Mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Tabora, Venansi Msafiri, anawataka wanachama hawa kuwatumia vizuri maafisa ugani wa serikali waliopo katika maeneo yao kupata ushauri na utatuzi wa changamoto mbalimbali mbali za kilimo cha tumbaku na mazao mengine ya chakula na biashara. Wako maafisa ugani wa serikali, kwa hiyo ninaomba kipindi hiki muwatumie vizuri sana kwenye kuweka mbolea na kutolea majani kwa wakati. Mimi sio mtaalamu wa tumbaku, lakini nyinyi huwa mnanifundisha mna kwamba shamba linatakiwa liwe safi naomba endeleeni kutoa ushirikiano ni kwa bodi na kwa watendaji. Na watendaji endeleeni kuwahudumia vizuri wakulima wetu. Kuna changamoto, msikilize mkulima, hii changamoto itatue, ipokee. Inaamini hii timu hapa inatosha, na mara nyingi mkifanya kazi kama timu mnafunga mamagoli. Na naomba meneja ma -ma hizi mali ambazo zimeshanunuliwa ziingizwe kwenye mfumo wa udhibiti wa vyama vya ushirika ili ziweze kukua ili hizo mali zi zi ni kujulikana nje ya mkutano huu. Navutwa shati na Joachim Hermani, mwenyekiti wa ushirika huu, akitaka kupaza sauti yake juu ya deni la tumbaku yenye thamani ya dola za Marekani 78,397.96 ikiwa ni kutokana na mauzo ya kilo 31,755.75 walioiuzia kampuni ya Famous Rock, ambapo mpaka sasa malipo yake ni kitendawili kilichokosa mji. Kulikoni katika shughuli zao za uzalishaji uza uza? Tunaidai kampuni ya Famous Rock belo 503, kilo zaidi ya 31,000, na dola 78,000 ambazo walinunua tumbaku hiyo, na mpaka sasa hawajatulipa. Tumekuwa tukifuatilia, lakini mpaka sasa bado wakulima wanadai toka mwezi wa saba tuliofanya soko hilo, na fedha hiyo haijapatikana na hawajatueleza hiyo tumbaku watailipa lini. Jitihada tulizozifanya tumeshafuatilia bodi ya tumbaku kwa ajili ya kuwafuatilia hao viongozi wa kampuni hiyo, lakini nao walipowafuatilia majibu nao wakapewa kwamba tutalipa fedha hiyo, na wakatupatia majibu hayo kwamba tutalipa hiyo fedha, lakini tumesha andika barua kwenda kwa mkuu wa wilaya aji ya ufuatiliaji zaidi na yeye alisema kwamba atafuatilia jambo hilo ili wakulima hawa waweze kupata pesa yao. E, ni kweli wakulima hawa mpaka sasa wanapata shida sana. Kuna wakulima ambao toka walipouza hiyo tumbaku tuseme toka msimu umeanza, hawajaagusa hata shilingi moja. Azaa zile tumbaku zilihamisha zikaenda kwenye kampuni hiyo, baada ya kuwa tayari zimepigwa reject kwenye kampuni ya JTI. Mazipo mazilipokataliwa kwenye soko hilo ibi zirudi wakatuambia, tutafute soko lingine, kwa sababu wao walikuwa tayari wamemaliza kununua tumbaku. Baada ya kuitafuta hiyo, hiyo kampuni, tulishirikiana wakulima na hatimaye tukakubaliana kuiuzia hiyo, hiyo kampuni ya Farmaziro, na baada ya kununua tumbaku hizo ikawa ni moja kwa moja mpaka leo fedha haijapatikana. Kwa hiyo kuna wakulima ambao toka wameanza msimu mpaka kuja kuuza hiyo tumbaku wanapata shida sana, na hata imewapelekea msimu huu kuwa mgumu kwao na muda wa kuanzia kilimo cha tumbaku Lukas Jacobo ni miongoni mwa wakulima walioambulia wa patupu. Mpaka sasa hawajui wafanye nini kupata haki zao, licha ya kwamba macho na masikio yao ni kwa mamlaka husika kushughulikia deni hili kwa haraka, ili msimu huu waweze tena kuingia shambani na kuzalisha tumbaku. Naidai kampuni ya Rock Farmers dola kama elfu nne mia tano ambayo kwa kweli kiuchumi wangu imeniasili kwa sehemu kubwa. A, ni kampuni mpya ambayo ilikuja baada ya tumbaku zetu kubaki kwa makisio ya kampuni yetu ya awali ya GTI kumaliza makisio yao. hizo tumbaku tumewaomba, wat, tumbaku hizo tumbaku zikawa zimebaki, hizo tumewaomba waje watununulie tumbaku, wamekuja wakawa wamezinunua, lakini mpaka leo hatujapata majibu kwamba watatulipa lini. Asili ni kubwa mpaka sasa hizi, nina mikopo na wanafunzi wako ambao wanatakiwa wako shuleni, na sijajua nitapata wapi hela za kuwapeleka. Watoto ototosuo. Karibu Tabora, karibu Toronto.